Wizara ya Utalii inatarajiwa kutoa fidia kwa waathiriwa wa mzozo baina ya binadamu na wanyamapori hii leo katika eneo la Isara huko Kajiado Mashariki. Na kama anavyotuarifu sasa Robert Masai, swala la uhifadhi wa wanyamapori pia litaangaziwa kwenye mikutano. Tunaungana naye Robert Masai moja kwa moja. Nam Nimrod, asante sana. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka eneo hili la Isara. Hapa ni Kajiado Mashariki, ambapo hii leo wizara ya Utalii wamekongamana hapa pamoja na shirika la huduma kwa wanyamapori kwa ajili ya kuwapa wakazi wa eneo hili pamoja na wale wanatokea sehemu tofauti tofauti ya kaunti ya Kajiado fidia. Itakumbukwa kwamba hawa ni waathiriwa wa kuanzia mwaka wa elfu mbili na kumi na nane hadi kumi na tisa, ambapo leo watakuwa wanapokezwa hundi katika eneo hili na hapa ninao baadhi ya wale ambao waliathirika, labda walipoteza wazazi na wamefika hapa kwa ajili ya kuchukua ile hundi. Kwa hivyo, ndugu, naweza karibia tu hapa hivi, alafu tueleze kwa majina, kisha labda mume labda tulia nyoyo baada ya kupewa fidia baada ya kungoja kwa muda mrefu, kama vipi? Nashukuru, kwa majina ni Rafael Sonke, mwathiriwa wa 2019 Nilianza kumpoteza babangu mzazi nilianza kumpoteza babangu mzazi, mzazi. Mwaka wa 2019 na kwa leo tumeshukuru sana kwa kuwa tumeitwa huko tuchukue bundi letu la leo. Tunaweza shukuru serikali kwa kuwa wametukumbuka kwa leo kwa waza, mwe, mwaka uliopita waliweza kutupatia milioni moja na nusu na leo tunashukuru sana mba kwa, kwa wame wame tena wametuita tuweze kupokea leo aweze na tunaweza sema tunashukuru kwa serikali waweze kutusaidia kwa njia kama hiyo. Labda ndugu pia unaweza karibia hapa, hali ya wanyamapori katika eneo hili ni vipi? Kizingatiwe kwamba wanyama wanatoka Amboseli wakielekea Chulu, je, mnaathirika na hali ikoje? Eh, Ja, kwa majina yangu naitwa Evans Kasaine e, natoka eneo hili na nina furaha sana kwa sababu leo e, serikali kuu imetukumbuka pamoja na o, wanyama pori kwa, kwa jumla tunafidiwa. Hata ukiangalia hapa ndani kuna watu wanachukua hiyo fidia yao na tuko na furaha na tumepata imani kwamba tukikaa na wanyama pori vizuri, kweli serikali iko na sisi. Bamba tu, bamba. Asante sana. Ha, labda kabla hujaondoka, labda eneo um, hili mashambulizi yamekuwa tu mengi, je, mkipewa fidia na labda muelimishwe kuhusiana na na mambo ya uhifadhi, kutapungua migogoro baina ya wananchi na wanyamapori? Bila shaka, bila shaka, Robert Masai, bila shaka hiyo e, migogoro itaenda chini, itadidimia kulingana na vile serikali kuu na pamoja na tourism imetuang, imetuangazia hmm. e, kila, kila mtu ako shwari sasa, kulingana na vile ile promise tumepewa imefika mashinani. Asante sana, labda karibia hapa hivi, alafu tueleze tu kama wananchi wa eneo hili mmeathirika vipi na wanyama pori, na je, leo mmetulizwa nyoyo na fidia ambayo itatolewa hapa? Ndio. Kwa majina mimi ni Andrew Kailola, ma mc Samburu. Uh, basi Robert Masai, leo hii imetutia moyo, maana kama kuna watu ambayo wamejenga juzi wadui ya wanyama na binadamu ni sisi Wamasai haswa waeneo hili la kati la Kajado ya kati, maana sisi ni watu ambayo tumeadhiriwa sana. Nafikiri mpaka unakumbuka wanyama wametuletea hasara kama ile ya masimba ambayo tulifunga barabara kwa ndovu kuua watu mpaka serikali ilikuja na ikaua watu wetu. Lakini leo aa, hii kazi ya kutuletea fidia itatutuliza na sisi bado tukihamasishwa zaidi tutaendelea kujenga baraza la ku, kuhimiza wananchi wa, wa hapa wa Masai hmm, ili tuweze kujenga urafiki ya wanyama wa pori na binadamu. Kwa sasa hii imetutia moyo. Asante sana Nimrod. Kama ulivyowasikia hawa ni baadhi ya wananchi, lakini wengi wako kule ndani wanajiandikisha kwa ajili ya kupata ile undi, lakini tayari nimemwona katibu katika Wizara ya Utalii amefika hapa pamoja na mwenyekiti wa bodi ya KWS na tunamtarajia pia waziri, pamoja na Daktari Erastus Kanga ambaye atakuwa hapa kuweza kushuhudia zoezi hilo ambalo kwa ukweli wamekuwa wakingoja kwa muda mrefu. Imekuwa ni mchakato ambao umejikokota, lakini hatimaye hii leo angalau watapata fedha na kuweza kutulia baada ya kuwapoteza mifugo na vile vile kupoteza hata jamaa zao. Kutoka hapa tutakuwa nafuatilia, alafu baadaye tutawajuza zaidi kutoka kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai, kwako Nimrod. Asante sana, Robert Masai wa kiripoti kutoka kaunti ya Kajiado.